Tayari kotari jana tulisikia mm -hmm. no, ukiahidi kwamba leo itakuwa ni football. Ah, uh, umekiona kile ambacho ulikuwa na kinadi jana? Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata ushindi huu, e, dhidi ya KMC magoli mawili kwa bila. Alama tatu ni jambo bora na jema kweli kweli kwa upande wetu. E, leo hii tulikuja kuonyesha mpira mzuri kwa maana e, tumeshazoea maonesho ya biashara, maonesho ya kilimo Nanenane, maonesho sijui ya, ya sayansi na teknolojia. Tumeshashuhudia maonesho mengi yakifanyika duniani. Dunia haijawahi kushuhudia maonesho ya mpira wa miguu yani football exhibition. Dunia haijawahi kushuhudia. Kwa leo ilikuwa maalum kuja kufanya maonesho ya mpira wa miguu, kwa maana ya football exhibition e, tulikuja kucheza mpira mkubwa, kuja kucheza mpira mzuri. Tangu tumeanza e, ligi msimu huu. Sio Simba tu, hakuna timu yoyote ya ligi kuu ya Tanzania ambayo imewahi kucheza mpira huu ambao Simba tumecheza hii leo. Ni mpira ambao unaburudisha kuanzia mwanzo, ni mpira ambao eh, kila ukiutazama unasikia raha kweli kweli, ni mpira ambao una enjoy to the maximum. Ni mpira ambao hata kama una changamoto yoyote kubwa ya kimaisha, ukiuangalia mpira huu wa Simba wa hivi sasa, unasahau kila kitu, unasahau shida zote. Ni mpira mkubwa, ni mpira wa sayari nyingine kweli kweli. Tumekuja, tumecheza, tumepata ushindi, na jambo la kutia moyo na faraja ni kwamba tumefanya ma, maboresho kwenye, kwenye kikosi chetu hasa dirisha dogo. Eh, tumeondoa wachezaji takriban watano kama sio sita saba, tumeleta wachezaji wengine kwa idadi hiyo eh, na wapo watu ambao walionyesha kuwa na mashaka ya kwamba dirisha dogo una, una, unabomoa timu karibia nusu, alafu unategemea utafanya kitu gani? Kwa sisi e, viongozi wafanya maamuzi maamuzi e, kuchukua riski kubwa kama ile ya kufanya mabadiliko makubwa kama yale, alafu yale mabadiliko ambayo tumeyafanya yamekuja kuzaa matunda kwa asilimia mia moja, inaonyesha ni kwa namna gani tulifanya maamuzi yaliyokuwa sahihi kweli kweli. Tumeona e, ingizo la, la, la, la, la, la Dickson Kibabage, namna ambavyo amechagiza upande wa tangu amejiunga nasi amekuwa na msimu bora kwelikweli, lakini tunamwona vilevile e, anset ura akifanya kazi kubwa akihama kushoto akihama kulia, yani anafanya kazi isiyo mithilika. Lakini tunamwona Libase Geye, Libase Geye, mechi yake ya pili ya Ligi Kuu ya NBC anafunga magoli mawili, na magoli ya mbali, anapiga mbali kwelikweli. Na kama haitoshi, kila mechi anakuwa ni man of the match. Kwa hiyo unaweza kuona mwamba wa Rusaka. Wapo watu walikuwa na mashaka mengi, lakini tumemwona mwamba wa Rusaka, kazi kubwa ambayo anaifanya. Anacheza, anafundisha, anaelekeza na anasaidia timu kwa ujumla. Lakini tumeona e, ino Josephine Loemba, hamjawahi kumuona live ino Loemba, ndugu zangu waandishi wa habari, leo ameingia dakika ya sabini, lakini umeona matusi ambayo ameyafanya, anachukua moja naachia. Yani kusema kweli, sisi e, Simba Sports Club tunayo furaha kubwa sana eh, kuona timu yetu inaimarika, timu yetu inazidi, inazidi kuboreka, timu yetu inazidi kuwa imara na tunapata ushindi kwenye mechi kama hizi, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunawapongeza wachezaji wetu. Tumesema unasahau matatizo ukijiangalia ya Simba, yawezekana yeah. Hata ninyi umesahaulishwa yale yaliyotokea ligi ya mabingwa Afrika. Tumesha sahau kama, kama, kama hatujafuzu robo fainali, tumesha sahau, yani yes. Sio shida zetu tena yes. Kubali yes. Mwaka huu hatukua hatukuwa vizuri, na tumesema ama niliwahi kusema kwamba laiti eh, ligi ya mabingwa ingeanza hivi sasa Simba Sports Club sio tu angeenda robo finali, lakini tungeshinda mechi zetu zote sita yani tungeondoka na alama kumi na nane kwa Simba hii hapa hii kwenye kundi hili kwenye kundi hili hili. tukianza upya hivi sasa tungeondoka na alama kumi na nane tungemfunga kila mtu nyumbani kwake, na tungemfunga kila mtu Benjamin Mkapa, Simba hii ambayo imeimarika hivi sasa. Bahati mbaya ndo hivyo, tumechelewa kufanya haya mabadiliko. Wakati mwingine ni lazima uanguke ili, ili, ili, ili, ili ujifunza. Mwaka huu kwetu imekuwa ni mwaka wa kuanguka, tunajifunza na hatuumii kwa sababu timu tuliyokuwa nayo hivi sasa inatupa matumaini ya kwamba mm. msimu na, kimsingi sisi tumeshaanza maandalizi ya Champions League kwa msimu unaokuja yeah. mm -hmm. Tumeanza maandalizi? Tumeanza maandalizi ya Champions League kwa msimu unaokuja mm -hmm. kuna target, kuna target katika maandalizi hayo, ni target gani kwa msimu unaokuja? Ah, ma ma malengo tutaambia, lakini tayari maandalizi tumeshaanza kwa mapema? Ya mapema sana sisi ni timu kubwa ni, ni timu mm. E, ya tano kwa ubora barani Afrika. Hapa ninapozungumza nanyi nisi naangaliaga Afcon mm. Kwa e, mfano mfano Afcon inaanza alafu jant kama Senegali na, inatolewa si, lazima usikitike. Sini hivyo bwana hasa yeah. uh -huh. Ndivyo ilivyo Simba Sports Club. Eh, uh, kutolewa hatua ya, ya makundi, Afrika nzima imesikitika, Simba kutolewa hatua yeah. Simba Simba Simba Afrika nzima imeumia ime uh, Afrika nzima inalia machozi ya kujaza bahari tano za Afrika kwa Simba kutolewa hatua ya, ya, ya makundi. Sasa hatuwezi kuliacha hivyo, ndio maana tumeshaanza maandalizi mapema ya Champions League ya msimu ujao, ili twende tukarejeshe heshima yetu na twende tukafanye vizuri. Mwaka huu ni mwaka wetu wa kujifunza, ni mwaka wetu wa kukosea ni mwaka wetu wa wakuji, kujirekebisha kutokana na makosa tuliyofanya. Msimu unaokuja twende tukawe bora zaidi. Ahmed, gari ah, ah, ah, ikiwa inatembea kuiwasha taa nyekundu inamaanisha pisha, mbele kushakuwa kubaya. Inawezekana, na hii ni taa nyekundu, Simba mmewasha kwenye ligi? yeah, exactly. kwenye ligi huku ndiko ambako tumewekeza nguvu zetu kubwa eh, hatuna kingine cha kupigania zaidi ya mashindano mawili ambayo yako mbele yetu, na moja ambayo litakuja mwezi wa nne kwa maana ya nini ile muungano, hmm. Lakini kwa sasa e, focus yetu kubwa ni ligi kuu ya NBC. Tume invest nguvu kubwa sana kwenye, kwenye, kwenye ligi hiyo, na ndio maana naona kwenye kila mechi tunafanya balaa kubwa na hatutaki kupoteza hata mchezo mmoja kuanzia hivi sasa sababu, kwa sababu timu tuliyokuwa nayo ni timu kubwa kwa maana ya wachezaji mmoja mmoja, mmoja. Wachezaji hawa wana level kubwa kweli kweli. Sasa wachezaji wa level hiyo hawatakiwi kupoteza mechi ligi ya ndani itokee bahati mbaya, lakini mipango yetu sisi uongozi ni kutopoteza mchezo hata moja. Leo tumecheza mchezo wetu wa nane, tumebakiwa na michezo ishirini na miwili. Malengo yetu ni kushinda michezo yote ishirini na miwili kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Hayo ndiyo malengo yetu, michezo yote ishirini na miwili tunataka kushinda katika ligi kuu ya NBC. Kasali ana anapumzika. Hii <laughs> ni Simba ya, ya, ya, ya, ya asali na maziwa. Umeelewa eh? kwa hiyo ni Simba ambayo yoyote anaweza akapata nafasi akacheza. Kasari amecheza ame, ame mechi kadhaa hapo nyuma, amepumzika. Abel amechukua dimba lake hileo, ameondoka na clean sheet. Yani tuna uwezo, yani Simba hivi sasa kama bufe sijui. Umeelewa eh? Ehe, unachagua tu uondoke na, na u, u, na sahani gani pale. Lakini Simba sasa imekamilika, Simba sasa ni bora. Usishangae mechi inayokuja. Asidake Tanja, asidake Abel Hussein, akadaka Alexander. O hata eh. dakika 90 zenyewe pia ni chache eh, hatu enjoy vya kutosha vya kutosha. Yani, set kukufurahisha anahitaji apate ukiangalia dakika, sasa ukiangalia dakika 90 eh, ha, ha, ha, huenjoy vya kutosha. You need more time. Sasa tena kuna mapumziko, yani una enjoy kidogo mapumziko, yani ile kiu yetu wanasema na Simba haikatiki. Kimsingi ni kwamba e, mimi ni, ni, ni, ni, ni, ni washukuru wanasimba wote ambao e, walikuwa nasi kwenye kipindi cha mpito, kile kipindi kigumu e, kipindi ambacho nakwenda uwanjani haujui kitu gani kitatokea. E, wamevumilia wame, wame, wame na hatimaye sasa Simba imerejea ime, ime kwenye ubora wake. Sasa ni Simba ambayo tunakwenda uwanjani ukiwa na uhakika wa kupata ushindi kwa asilimia mia moja labda kwa mapenzi yake ya Mwenyezi Mungu. Iwe tofauti. me, me, mechi inayofuata Jumamosi, watu wanaona Simba ni kama uh, imeisha maaliza na pengine hakutakuwa na chochote kipya. Mechi ya Jumamosi kwanza ni mechi muhimu sana kwetu. Bado tunaendelea kupigania heshima ya mnyama na tunafahamu ya kwamba msimu huu kwenye ligi ya mabingwa hatujashinda hata mchezo mmoja nyumbani, Benjamin Mkapa. Twendeni tukashinde, tukashinde mchezo huu. Niwaambie kitu kimoja, wana Simba, e, wala wasiangalie, e, wasiangalie impact ya mchezo wenyewe kwamba hata tukishinda hatuendi popote, hata tukifungwa hatu, tusiangalie hiyo. Sisi tumesha kubali ya kwamba mwaka huu tume tumeanguka sasa, tuendelee kusimama bega kwa bega na timu yetu. Kwanza twende tukaweke heshima ya simba yetu Benjamin Mkapa, hilo la kwanza, lakini la pili tuka tukaendelea tuka, tuka kutengeneza morali na winning confidence ya wachezaji wetu. Eh, bado tuna mechi ishirini na mbili mbele huko, kwa hiyo lazima tucheze mechi dhidi ya Stade Malien kwa nguvu kubwa kama fainali ili wachezaji washinde. Ni kipimo kizuri kwanza hiko kwetu, ili wachezaji wajione wa, wa wamefika katika katika level gani, na nguvu tutakayotumia pale na matokeo tutakayopata pale yanakuja kuhakisi maandalizi yetu kuelekea katika kampeni yetu ya kushinda michezo yote ambayo ya ligi kuu ya NBC iko mikononi. Kwa hiyo ni mechi muhimu mno. Mimi niwaombe ni, ni ndugu zangu wana Simba. Kesho tutatangaza kiingilio E, cha mchezo wetu huo, ni waombe wana Simba bila ku, kuanza kuujadili huo mchezo wala kuanza kuuchambua huo mchezo. Wewe njoo uione simba yako, yani as long as simba yako inacheza, wewe njoo uiangalie simba yako. Yani wewe pale, usifate matokeo usifate nini, fuata simba yako iko pale uwanjani, twende kwa pamoja, tukawatie moyo vijana wetu, ya kwamba tumeanguka pamoja, tunasimama pamoja, tunakwenda Mm. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Umeshawahi kuona mfano mgahawa eh, ulikuwa wa zamani eh, unaitwa Mwelondo Restaurant alafu unaofanyia decoration mm, unakuja kuongeza kaneno mwanzo hapa. Mwelondo Restaurant ndiyo Simba Sports Club. Simba Sports Club baada ya kufanya mabadiliko makubwa na wachezaji kujipata, imekuwa ni new simba sports, ni Simba mpya. Alafu sio tu Simba mpya, ni Simba ya hatari, alafu aishi tu kwenye hatari, ni Simba ya moto, alafu aishi tu kwenye moto, ni Simba inayotisha vibaya mno bwana. Kuna shabiki alisema mnyama awezi akatoka kimataifa, alafu timu nyingine zikabaki salama sasa hiyo tu reserve. <laughs> <laughs> tuweke akiba e, tuweke akiba eh, tuweke. Ulipoongea ni kama umeipania, tutatafutana baadaye, tuje yamira. tuje tuzungumze, e, tu, tufanye round up mm -hmm. E, tathmini ya ya, ya msimu huu Jumatatu, sema kwa sasa yamira. Lakini kwa sasa hebu tuache kwanza, sababu hata mimi mwenyewe mm -hmm. E, ama sisi wenyewe Simba tuna mechi ngumu e, Stade Malien ame ametushangaza sana, kwa hiyo hebu tuache tu, tumalize hichi kibarua alafu baada hapo, tutakuja kujadili vizuri e, msimu huu. Msimu huu umekuja pana, mimi nikiamua kufyatuka waga na nafyatukaga tu, ndio maana asema mechi ya Jumamosi e, inanitia uzito wa nafsi e. Kwayo nipeni muda kidogo ni malizane nao Jumamosi, baada hapo nitakuwa huru kuizungumzia Simba yangu na tathmini kwa ujumla ya michuano ya ligi ya mabingwa Afrika msimu huu. shukrani sana.